Zoezi linaloendelea la uwekeaji uwekeaji hereni la mifugo kwa mimi binafsi, nimelipokea vizuri, kwa sababu serikali na malengo ya kutambua mifugo, na sisi vile vile wafugaji tunasaidiwa ili tuitambue mifugo yetu kwa majina. Naitwa Maraki Ezekia, mwenyekiti wa, mwenye wa mtaa huu wa Kunzugu na pia ni miongoni mwa wafugaji wanaofuga ndani ya mtaa mtaawakumzuu. Zoezi lilotangulia kuanza ilikuwa la, la chanjo ambayo tulisimamia kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza tulichanja kwa ajili ya uhaba wa nyasi, wafugaji wakaomba wawai kwenda kuwe kuchunga mifugo yao, tuliendelea kwa siku nyingine ya pili. Ninawashauri wafugaji wenzangu wa ambao wako ndani ya mtaa wangu wakumzuu ili pindi serikali inapotoa maelekezo wayapokee, kwa sababu asilimia mia huwa ya kutusaidia sisi wananchi, haiwezi katoa maelekezo ambayo yanaenda kutupoteza, ina maana yanatusaidia sisi wananchi. Mimi naomba tu serikali pindi inapotoa, mfano kama ilivyotoa siku za chanjo, iwe na uvumilivu kwa wananchi, kwa sababu chanjo hii ilikuwa inalenga kila kichwa cha ng'ombe shilingi mia tano. Unaweza ukakutwa una kundi kubwa la mifugo wakati huo, sasa pesa ikawa hauna, ninaomba liwe endelevu.